na dr samia suluhu hassan wa ccm alipata kula milioni thelathini na moja laki tisa kumi na tatu elfu mia nane sitini na sita sawa na asilimia tisini na saba nukta sita sita hivyo kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 41 ibara ndogo ya sita ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ikisoma pamoja na kifungu cha 45 kidogo cha tisa na kumi cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani sheria namba 1 ya mwaka 2024 na kanuni ya 57 ndogo ya 4 c si